Maofisa sita wa shirika la wanyamapori wanaodaiwa kumteka nyara Brian Odhiambo wameachiliwa kwa dhamana. Hakimu mkuu wa mahakama ya Nakuru Kipkurui Kibellion amesema kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuendelea kuwazuilia sita hao. Elizabeth Auma, mamake mvuvi aliyetoweka Brian Odhiambo, ni mwingi wa majonzi. Auma alishindwa kuzuia kilio chake nje ya mahakama ya Nakuru muda mfupi baada ya hakimu mkuu Kipkurui Kibellion kutoa uamuzi kuwa washukiwa sita ambao ni maafisa wa KWS walioshtakiwa kwa madai ya kumteka nyara mvuvi Brian Odhiambo tarehe kumi na nane Januari mwaka huu kwenye mbuga ya wanyamapori ya Nakuru waachiliwe kwa dhamana. Amount sita hao ambao walikuwa wamezuiliwa katika rumande ya Nakuru kwa siku saba ni Francis Gashoki, Alexander Lorogoi, Isaac Odhiambo, Michael Wabukala Evans Kimayon na Abdul Rahman Ali Sudi. Kulingana na hakimu mkuu, hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuzidi kuwazuilia. The accused persons are prohibited Hatua ya mahakama kuachilia washukiwa wa kutoweka kwa Brian Odhiambo ikiiacha familia ya Brian Odhiambo kwenye njia panda. Tunaipinga kwa sababu mama Brian Odhiambo mwenyewe aliweza kuleta kotini affidavit na akasema, alifikiwa na mtu ambaye ametajwa kule ambaye anaitwa Hosea ambaye alikuwa anataka kumlipa pesa alitaka kumpa mlungula, ndio hii kesi iweze kuzama. And it is a ruling that makes us wonder whether judicial office, officers are truly in touch with reality. Brian has been missing for almost 4 months now. It's almost four months since Mama Brian last saw her son. Kesi hiyo itasikilizwa tarehe 19 mwezi huu. Miriam Nyambura Runinga ya Citizen.